Usisahau kusubscribe utakapo subscribe, na ukabonyeza kengele, wewe utakuwa wa kwanza kujulishwa endapo filamu yoyote au tamthilia yoyote mpya itakapowekwa hapa. Aliniangalia kiganja changu, akaniambia mambo yangu yote hadi mimi nashangaa. Akanambia mtoto wangu amerushwa na upepo wa kichawi anaofanya mama yake Akaniambia amechukuliwa na wazazi wenye uhitaji, ambao hata nikitoa matangazo vipya watu, watu sana sana watahama nje ya mji au kwenda kuishi nchi nyingine kabisa. Ndipo aliponiambia nijenge jengo kubwa mbali sana na pale inapoishi, na kisha baada ya kujenga niweke vipande vya dhahabu kama urithi wa mtoto wangu, na itakapokamilika atakuja na timu yake kwa gazeti na kwamba nguvu atakazoziweka ndizo zitakazomrudisha mtoto pale baada ya tabiko. Ndipo nilipokuja huku ambapo nilikuwa nimeshanua ardhi tangu kitambo, nikajenga ile jengo. Yule mzee akaja, ni mjamaika akafanya zindiko la siku tatu, yeye na timu yake, akaweka ulinzi na akanihakikishia kwamba hakuna mtu yoyote atakayeingia wala kujimilikisha ile jengo hadi miaka ishirini ipite, na kwamba hata mimi, sikuruhusiwa kuingia hapo, walikuwa muda wote huo, mpaka miaka hiyo ishirini ipite. Akaniambia ndani ya muda huo kijana wangu atafika hapo na kulala. Kwa hiyo mle ndani kuna dhahabu tena nyingi sana, miaka na miaka zipo tu ndani. Lakini kutokana na hilo akawa amepata wazo kwamba mtoto akifika hapa atakuwa na muhuri katika mungu wake. Muhuri huo utampa ulinzi asishambuliwe na zindiko la ndio utakupa ulinzi pia muhudumu wa jengo hili. Vipi Bwana Dola, kuna kitu lazima nikuambie kuhusu huyo kijana. Kitu gani? Nilipomwona yule kijana aliyotumwa amefanikiwa kufika hapa niliogopa sana, na nikaamua kujibu mapigo, nikatengeneza dawa kali ambayo ingeweza kumwangamiza mahali popote alipo, lakini nilipoleta ile dawa kwenye mtungi wa Joka la Zindiko nilifukuzwa. Hili jambo lilinishangaza sana. Sijawahi kukataliwa hata siku moja, nikatengeneza dawa ikakataliwa. Hii ni ya kwanza, hadi naogopa, mpaka najiuliza Kwani huyu kijana ni nani? Na kama watu wamemtuma, ana nguvu ya kushawishi kukataliwa hata dawa zangu mzee. Yule kijana nimeona magengeni kule anakula. Magengeni? Ya, yeah. Na huyu ndo alikuwa nayo. Alikuwa anaongea na huyu? Alikuwa na huyu huko ndani. Wewe, brother, siku na mtu nilikuwa naongea nao naye hapo kwenye kitu. Wewe, uko na pia na story hapo? Eh. Wewe hapa hapa. Alikuwa anaongea na simu. Labda, pengine maeneo haya hapa. Maeneo haya ile pia kuniaga. Mona katoka mle ndani, karuka ukuta, kakimbia. Najaribu kumkimbiza, lakini kanzidi mbio, lakini lazima tumtafute, lazima tumpate mwonakwa <coughs> Umenichanganya sana, simu yako ulionipigia imenivuruga, nimeona ni bora nikufuate, tunaone huso kwa uso, tuelewane vizuri. Umefuata bado? Kijana, mimi sijakuelewa, umefuata nini hapa? Ulichokifuata wewe hapa nini? Kwani mkataba wetu tulioandikishiana wa siku tatu umekamilika? Bado siku moja, bado siku moja, lakini umenishangaza sana mimi. Nilipokuambia kwamba nimelala kwenye ile jengo na nimetoka nikiwa salama umeshangaa sana sikuelewa, nini maana yako. Sikiliza, mimi siko tayari kutoa pesa za mchezo mchezo. Habari zote za lile jengo mimi ninazo nazo so. habari gani? habari gani na hizo habari umezipata, kabla au baada ya mimi kwenda kulala kwenye lile jengo? Sasa mbona unasema hivyo, unatoa asira mbele yangu? Nina asira kweli, kwa sababu mimi na wewe tulikubaliana kwamba mimi nilale kwenye lile jengo sawa kwa makubaliano maalum lakini hajibu anambia habari za ile jengo ninazo unazijua dhahiri kabisa wewe unataka kuvunja mkataba haiwezekani hayo ni maneno yako wewe lakini sio yangu mimi hivi nikisema wewe unataka kunifanyia mchezo itakuwa nimefanya makosa hebu nikurudisha nyuma kidogo mzee wangu kwani mimi jukumu langu nini kwenye lile jengo yaani, ulinituma wewe mimi nikafanye nini kwenda kulala pale nimelala kama tulivyokubaliana na nina uthibitisho, nilipiga picha nikakutumia. Eh, unaniambia habari zile jengo unazo, zipi? Unanichanganya, sikuelewi. Na hata ukitaka mashahidi, wapo, watu waliniona wakati mimi natoka kwenye lile jengo, wapo, ninao. Inakuwaje? Ina maana amekuruhusu ingie? Maana lile eneo ukishaingia, upepo ukikupata tu wewe ni kifo. Sasa unaponiambia wewe watu wamekuona, una maana gani? Hiyo unajua, unanichanganya sana, yaani hapo ndipo unaponichanganya mimi. Kwa hiyo kumbe wewe unajua kabisa mtu akisogea mita chache lile jengo, upepo wa zindiko unamvaa anakufa. Okay, ulinitoa mimi ili weje? Ulinitoa mimi, kunitoa kafara. Lakini huu ni mkataba, inatakiwa kwanza utekeleze mkataba. Kama haujakamilika mkataba wetu hapa, usije unafuata nini? Tekeleza mkataba hiyo kukuamini au kutokuamini ni mimi mwenyewe, usinilazimishe. na tutaka nenda katika lezi mkataba, mimi na mtaalamu wangu nikishajirizisha, nitatoa maamuzi. Hivi unafikiri nitakuamini tena? Unafikiri nitakuamini tena wewe? Lengo lako ni kafara, unataka mimi nifie kwenye lile jengo. Na vipi kama wakiwatuma watu waje kuniua kwenye lile jengo? Haujashtuka, haujashtuka eh, si ndio? Unamaanisha nini unasema hivi? Yaani mimi kukwambia naweza nikafa kwenye ile jengo ya kushtuka yaani, sawa sawasawa, nimekwambia kitu ambacho kinazungua kwenye kichwa chako hata sasa hivi, si ndivyo? Maua subiri kidogo, na mazungumzo muhimu sana nitakufikia. Mama. Unalia nini?

kusubscribe. Utakapo subscribe na ukabonyeza kengele, wewe utakuwa wa kwanza kujulishwa endapo filamu yoyote au tamthilia yoyote mpya itakapowekwa hapa.